Washikaji zangu Mr. Kofi nikiwa kama jaji mkuu wa mahakama ya Burudani nimekuwa blessed sana ndani ya wiki hii hapa. Hii wiki yani nimezidi kuwa blessed kwa sababu ya wiki iliyopita imenifanya nimezidi kuwa blessed zaidi na zaidi. Nimekutana na truck ya Azma imewabeba yani, I don't sasa, sijafahamu hii ni truck ya Azma ama ni truck ambayo imetengenezwa ndani ya record label ya Azma. Azma, utanirekebisha hapo. Hichi kitakuwa ni kundi lile lile la washikaji zetu, lakini naona kama kuna namba zimeongezeka. Manengo country boy, oh my god man, business man, business man, imekuwa ni bonke moja la track. Mwezi wa pili tarehe mbili leo unazungumza wazee, nimekutana na ngoma nyingi hapa, sijui ameimba imba hali ya bwana pua na watu humo ndani, lakini sijapata testi ya mziki kama nilivyosikiliza hii ngoma. Hii ngoma ambayo imebeba watu wengi namzungumzia na country, namzungumzia my brother na Kimbishi, namzungumzia pima Wenge, oh my god. Vesi asma imekuwa noma, nomagua vizuri sana track. kuna mtu anaitwa Mexico. Oh jesus huyu, oh jamaa anajua sana ku rap. kuna mtu mtua baba Malcolm Zohan. Na kimbishi Unju. one incredible Hey, mungu wangu e bwana, hawa jamaa wametengeneza track moja kali sana track. Nilikuwa naisikiliza kipindi natoka zangu mkoani huko, natembea kwenye gari na nini, he malaika, naisikiza mwanangu mara mbili, mara tatu business nasikiza pale, hatuna interest na mikopo yenu eh, tupo na principal. Kuna watu wanapenda sana mikopo Aa, washikaji mnapenda sana tuna. Ya country boy pia ni mgumu lakini hivi, lakini uh, lakini poa, upo kwenye track moja unju nju kama ame switch hivi, limekuwa baba fulani hivi, aliko fulani noma. I like you bonge moja yani. Sasa umeanza kukiki. Nasema hivi, natamani tukusa waachie jiwe, natamani tena azma achie jiwe na washikaji hawa hawa, lakini tupate flavor tofauti tofauti, chianaelewa vizuri. Sasa nilikutana na posti moja pia ilikuwa inazungumzia kuhusu hizo project ambazo zimetoka ya, ya azma pamoja na tukusa nikaona kuna jamaa anaitwa Suma Mnazareti. Sasa hivi naye anazungumzia mziki, pia ni failures kwenye mziki kwa sababu achawai kuimba mziki na mziki ukamshinda kwa sababu alikuwa hajui kupangilia tamu ya mziki. Sasa hivi anazungumza mziki, anapangilia mziki, mziki nini mziki watu wafanye wezi kuzungumzia mziki uliofeli ndani ya mziki mziki tunauzungumzia sisi ambao hatujawahi kufanya mziki, lakini tunajua mziki namna gani watu inabidi wafanye, timing gani inabidi ifanyike. Hii anachokifanya sasa hivi watu, sahivi tuahepdi sawa kabisa, mziki unahitaji hivi, lakini soma mazoezi mwenyewe. Mziki tayari ulisha kushinda, tulie uangalie kama podcast yako ilitakiwa ku namna gani ulifeli mpaka hapo alipofika sasa hivi, meamua kupiga kelele kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nimependa sana kuona wanachokifanya ndugu zangu, nimependa sana combination kutoka, kutoka Azma. Moja, Badis, ya, sana ya kutoka mmoja hivi bado sijamweka sana kwenye masikio yangu. Pia naye jamani naomba sana Punchline. Mesko punchline one incredible. Sasa natamani kumuona stereo singa singa stereo as you the god Jesus Christ, lakini like, hizi track zote ni kali, hizi track ni kali kinoma. tukusa na mmoja nimesikiza, namba mbili nimesikiza, namba tatu bado sijasikiza, kwa sababu nilipokuwa internet ilikuwa ishiki, na pia mbuyuni pale ndo nimepata hii track <laughs> I don't know mate the god like think itakuwa ni kitu kizuri sana. Nasubiri yes, kuona hizi track mwisho wake inakuwa ni vipi. All in all, mziki umebadilika, rap this time inaenda kuchange game yote ya muziki wenu. nyinyi waduanzi waduanzi wote lazima mumumizi ya gili, rap inaenda ku take over this time. Dunia imebadilika, atatak tena kwenye radio zenu, atatak tena, si tuna deal na internet tu tiktok ah i love your hip hop pende sana mbicho kifanya shikaji zangu kwenye game ama nice, nimependa sina deni na wanangu wa hip hop. Baba Malcolm, endelea kufanya mambo

Washua fulani wametulia hivi lazima mshua maprinting printing maneno na nene. Sasa hiyo ndio lazima yasikize nyimbo. Tumia akili ukiwa unasikiza muziki acha kuupuka, jamaa amefanya kitu. Ukianza ku diss watu hapa hapo utadissiwa wewe upate kike, alafu tunakotupa huko, sababu tutakukata kama tikiti. Ili mahakama ya burudani. Mimi to park tupaka tunaenjoy. I'm sign out.